Upo msemo ambao unazungumzwa kwamba haiwi mwisho mpaka ifike mwisho. Hatimaye mbivu na mbichi zimejulikana katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, mnyama uh, kuondoka kichwa kikiwa chini huku RS Berkane wakiwa wametoka kimasomaso. Dakika 90 za aina yake, vuta ni kuvute. uh, nipo na Heavyweight kuyaangazia yale ambayo tumeyatazama ndani ya dakika zote tisini. Uh, Heavyweight, uh, mwakilishi pekee kwa ukanda wa Sekafa amepoteza. Nastahili kusema uh, pole kwa wana Simba Sports, au itakuwa sahihi nikisema pole uh, kwa taifa zima. Da, of course upo sahihi mm-hmm, kwa sababu Simba ni mwakilishi pekee eh uh, kutoka Tanzania ambaye of course mpaka na maanake sio pekee maanake ni finali maanake yeah. Timu zipo mbili eh yeah, kutoka Morocco pamoja na Tanzania, lakini East Africa pamoja na Sekafa kwa ujumla wake Simba ilikuwa inawakilisha, na nafikiri kuna maneno yangu fulani niliwahi kuyazungumza before yeah. Kama unakumbuka kabla hata hatujaenda kwenye first leg ya finali ya kwanza eh uh, nilisema Simba watakutana na Vimbwanga mbali, mbali mbali kwenye kwenye hii finali yeah. yao of course nime duplicate kwamba Simba watakutana na vimbwanga kwenye kwenye fainali e, nafikiri miongoni mwa vimbwanga umevishuhudia mwenyewe yeah. nimeona mengi uwanjani. Mi naomba nianze na mwamuzi na niende straight katika maamuzi. Yaliyofanya Yusuf eh, Kagoma alistahili kupewa kadi nyekundu kwenye mchezo leo au yalikuwa ni maamuzi ambayo eh, dhahiri shaili yalikuwa ni kuitafutia nafasi zaidi ya Rais Berkane, na ndicho kilichotokea. Unajua, mimi nilichokiona kwa huyu mwamuzi mm, Dehane anaitwa huyu huyu. Mm, kwanza anaongea Kiarabu alafu Kifaransa pia, na Kifaransa maanake ni lugha ambazo, uh, ni rahisi sana kucommunicate na opponent katika njia ambayo mpinzani anaweza asielewe, yaani kwa kwamba akicommunicate na Yasin Labiri kwa kiarabu Fabrice Ngoma automatically inaweza ikawa ngumu, japokuwa akacheza Morocco kwa muda mrefu, akacheza Raja na nini, lakini anaweza asielewe kinachozungumzwa kwa haraka haraka, umenielewa au Che Malone? umeelewa eh? Kwa hiyo kitendo tu cha mwamuzi ambaye anazungumza uh, lugha ya Kiarabu na Kifaransa anaenda kuisimamia kui, kui, kui, kui, kui mechi na huyo mwamuzi akiwa na asili ya unajua wa Mauritania, ni Waarabu uh, anaenda kusimamia mchezo dhidi ya Waarabu pamoja na Waswahili. Kwa sababu mtu atasema sasa, kwa hiyo litaka wasimamia wa, wa, wa Waswahili? Hapana, at least mwamuzi ambaye hafungamani hata kidogo, kwa sababu pale tayari manake, kutakuwa kuna miscommunication baina ya opponent mmoja dhidi ya mwingine, lakini vilevile vile ni mwamuzi ambaye kidesign fulani amekuwa kama ni kama ana ana maelekezo fulani, sio? Unanielewa, kama umemchunguza vizuri, kuna muda ana, anaweza akatoa faulu ambayo ilikuwa inaenda ku progress shambulizi, umeelewa. Kwa mfano kama kuna kuna faulu moja aliitoa alihukumu ali kama Joshua Mutale ameshika mm, lakini tamizu hakuwa ameshika mm. E, umeelewa. Inawezekana ameona kwamba hakushika Joshua Mutale ila, ila ameamua ku, ku kutoa ile faulu kwa sababu anaona hii inaweza ikawa shambulizi ah, la hatari ambayo linaweza likaenda ku ku, ku, ku, ku, kufungamana na kuweza kupata bao. Sasa ukija kwenye hiyo maamuzi ya kadi ya Yusuf Kagoma. By the way, sikuona kama ile contact inaweza ikawa ni enough ya wewe kuweza kupewa kadi, kwa sababu by the way, zimetokea contact kama hizo kwa upande wa RS Berkane ambazo hakutoa hata hiyo kadi yenyewe. Lakini kuna tukio moja hivi ambalo aliweza ku m, m, Musa Pinpin Pin Kamara aliweza kugombania mpira na Usama Lamlawi hmm. si unanielewa? aligombania mpira na Usama Lamlawi baadaye ule mpira ukatoka ukawa kona. Simba wakalalamika sana kwamba of course kwenye eneo lake goalkeeper alikuwa na haki ya, ku, ya kupewa ulinzi ya maamuzi kwa sababu tayari alikuwa kashau win ule mpira, lakini kutokana na ile bugdha aliyoipokea kwa Usama Lamlawi ikapelekea ule mpira ufanyaje umtoke. Of course ilitakiwa iwe foul na imeenda kutokea kwa upande wa, wa, wa RS Berkane. Munir eh, ameokechi ame, ame, ame, ame, ame mpira lakini alipata bugdha kutoka kwa Steven Mukwala. E, wakapewa faida kwamba alibugudhiwa golikipa kwenye, kwenye kwenye ile set play ambayo Simba walicheza. Kwa hiyo nafikiri unaona kwamba jinsi gani ambavyo e, mwamuzi alikuwa based, umeelewa. Na mi nashangaa sana. Umeelewa. Hivi soka soka la Afrika kwa nini tusibadi- yaani viongozi wajua wasibadilike, wa, waache haya mambo ya, ku, ya, ya, ya, ya ku, kuja na maelekezo na matokeo yao na kwa sababu mwamuzi huyu mwamuzi Uh, ni design kama alikuwa anajishuku mara ametoatoa makadi kwa kwa benchi la, la ufundi, umeelewa, yeah, yeah. Wale Waarabu wamekuwa akiwalelea lelea kiwa, akiwalea aki, aki nini haya, ile incidence mm. ya bao la pili la Simba ambalo mm. eh ambalo kwa sababu naona kama unanichelewesha ana ambalo Simba Sports Club no. wamelipata umeelewa, no. no. Hakuna footage au hakuna hakuna tena video nyingine ambayo yeah, yeah, yeah, ya marejeo yeah. ya kuonyesha kwamba decision imetokana na maamuzi haya na mstari uwepo, uwepo, kwa sababu offside watu wabidi waelewe. Of course ukiangalia goli alivyofunga Steven Mukwala utaona kama yeye yupo mbele okay, utaona kama sio offside, yupo mbele okay. Ila offside inapimwa muda ambao mpira unatoka, sio unanielewa, sio muda ambao mpira upo juu, sababu utakwambia alikuwa peke yake sawa lakini inaanza kupimwa kuanzia pale huwa anataka kuattempt ile mpira ndo anaugusa kabla ya ku, yani ndo unatoka mguuni, unanielewa? Unatoka mguuni, umenielewa? Yule anayefunga au anayenufaika na ule mpira anatakiwa at least awe nyuma zaidi ya two last defenders, si ndio? Kwamba kwa goalkeeper pamoja na defender kwenye final line, si ndio? Sasa ye, hey, yule yule Steve Mukwala tulikuwa tunataka tuone ile review ya VAR. Kwa sababu imechukua muda mrefu. Si mm. Sina naelewa. Ile tukio limechukua muda mrefu. Wana review. Wakati wana review mimi nilitegemea labda watakuwa wana wana wana wana, wana, wana chora ule mstari mm, na nini baadaye waje kutu kutuonyesha kwamba kutu okay, hii hapa ndio ile evidence ya kile kitu ambacho kimeamuliwa. Mm. Hakijaonyeshwa. Na wakati sisi tulivyoangalia kwenye Azam TV tumeona kipindi mpira unatoka yule Steve Mukwala alikuwa kwenye mstari mmoja na backline ya RS Berkane, si umeelewa? Sasa automatically naweza nikasema Simba walikuwa wana vita nyingi, wanapigana wanapigana vita yao binafsi, lakini vile vile, vile wanapigana vita dhidi ya ya maamuzi ya waamuzi. Umeelewa? Sasa automatically hapo Simba anaweza si, win mchezo, si unaelewa? Sasa eh, naweza nikasema kwa namna moja au nyingine vile vimbwanga ambavyo nilikuwa na vizungumzia ndo kama hivyo tulivyovishuhudia, tumevishuhudia. Umeelewa? kwa tafsiri, kwa tafsiri nyepesi, e, ni kwamba RS Berkane kuwa na kiongozi e, mwenye mamlaka ndani ya shirikisho la mpira barani Afrika limewanufaisha kwa namna moja au nyingine, kwa jinsi ulivyotazama, unajua misho. kuna muda hata mwamuzi anachezesha hmm. Unaona kabisa huyu ni azifu, anachezesha azifu kwamba ameambiwa kwamba wewe chezesha vyovyote unavyo unavochezesha, hakuna mtu akukugusa wala kukufanya chochote, si unanielewa? Kwa sababu of course, kwa sababu finali kuna namna fulani unategemea mwamuzi awe balance hmm, a, a balance mchezo, unajua kumuelewa vizuri oh, okay, of course hmm, yaani sio tu aonyeshe kabisa kwamba yuko upande fulani, yani kabisa, yani unaona kabisa yani haogopi, anaweza akatoka pale akaenda hapa. Unajua, kwa mfano mimi kuna kitu nilikuwa nazungumzia, kuna kitu kinaitwa active play eh, active play time muda ambao mpira upo unacheze unachezeka ndani ya uwanja. Nilizungumzia sana hili swala, nafikiri leo ndio umenielewa. Huyu mwamuzi alikuwa anatumika katika katika ile e, e, tunaita, tunaita time wasting tactics anatumika kwenye time wasting tactics anaweza akaa anaingia kwenye mizozano na, na, na, na mchezaji for no reason anajaribu kumwelekeza elekeza kwa muda mrefu, anatoka hapo anaenda kujibizana na benchi la ufundi anatoka hapo, sio? anafanya hivi, anafanya wakati kuna maassistants ma ambao wapo kwenye touchline, wana uwezo wa ku deal na wale watu wa nje, muamuzi yeye akawa amebaki yeye, as long as yule yule uh, labda tuseme sehemu ya benchi la ufundi alijaingia uwanjani, maybe hapo unaweza kusema sawa. Sasa inatokea una, kila jambo linatokea, wewe unaenda unaanza kuzungumza sio, nini nini na nini na nini na nini, nini, nini. Baadaye no, una, wewe pia unakuwa miongoni mwa watu ambao wamefanya mpira usichezwe kwa muda wake. Maana yake kumekuwa kuna necessary stoppage. Sasa hivi vitu vimefanyika katika, kwa kifupi finali ilikuwa ya ovyo. Si unaelewa, kama sheria zingesimamiwa vile ipasavyo ulikuwa unaiona Simba ikinda hatua ya matuta na, na, na, na Aris Milkan. Nakwambia aje Jaffe mm. Simba Sports Club wangekuwa wameruhusiwa lile bao la pili mm. ambalo ni bao halali mm. automatically mechi ingekuwa imetani kwa sababu kuna muda ulikuwa unaona kabisa Berkane hawa hawashambuli, na hata zile panic substitution ambazo zimefanywa na Fadlu mm. eh zisingekuwepo pengine, kwa sababu Joshua Mutale ndio mchezaji aliyoperform vizuri na ndio ameweza kupewa man of the match, na by the way ni man of the match yake ya pili kwenye finali toka mwaka 2022 aliwahi kupewa man of the match katika mchezo wa Kosafa dhidi mm. ya Namibia, ilikuwa tarehe 17 Julai mwaka 2022. Hii inakuwa ni mara yake ya pili kupewa man of the match kwenye finali hiyo, nakumbusha tu sasa. Fikiria huyu uh, mchezaji ameperform kuliko wachezaji wengine kwenye eneo la ushambuliaji. Ameonekana amekuwa na impact kwenye mchezo wa leo. Unaenda unamtoa, unamintroduce Kibu Dennis ambaye hakuwa na impact yoyote. Unamtoa Mohamed Hussein, unamintroduce Valentinoma. Valentinoma anaenda kusababisha upatikanaji wa bao kwa upande wa RS Berkane. Sio, unanielewa. Sasa sijajua alikuwa anakusudia nini. Sio, unanielewa. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi, naweza naweza ngasema zile substitution alikuwa amepanic amei kwa sababu unavoharibu structure yako ya kiuchezaji kwa kufanya substitution ambazo hazina kulia. Automatically mashambulizi yanabidi yapitie zaidi upande predict, yani wa strength yake kwa sabu, Simba, strength yake kushambulia zaidi maeneo ya upande wa kulia na katikati ya uwanja alitakiwa aendelee na plan ya kushambulia katikati ya uwanja zaidi pamoja na kwa sababu hata bao lilipatikana na progression ya katikati ya uwanja. Eli Mpanzo anavyo receive mpira na drive madefender, anaingia kwenye box, anapiga eh, cut cross inaenda kutumika na Joshua Mutale, goli linafungwa. Sasa eh, imagine una, una, una na kuna kitu nilizungumza akasema hawa sio wazuri ku anticipate cross nafikiri ilionekana kuna cross moja ambayo Shomari Kapombe alishindwa kuitumia na kuiweka kambani. Heavyweight, naomba nifunge na swali hili: unaamini uwanja pia imekuwa sehemu ya kuihukumu Simba Sports kwenye mchezo wa leo? Ah, unajua mimi si, kwenye uwanja of course, kwa namna fulani, kwa namna fulani e, naweza nikasema kwa namna fulani naweza nikasema, nikasema uwanja, lakini binafsi yangu bwana huyu refa huyu refa, mimi ndo naamini kabisa amekuwa kikwazo, kwa sababu huyu mimi kwa mfano, kama ningekuwa mchezaji wa RS Berkane au ningekuwa sehemu ya ya staff staff wa, wa mfano kocha huyo, au sehemu ya staff wala wala nisingefurahia. Sasa una, kwa mfano unafurahia nini? Unafurahia ubingwa, unafurahia nini wakati unajua kabisa timu yako haikuwa bora ila ulitengeneza mazingira ya kutoa huo ubingwa katika njia ambazo si za kimpira. Si unanielewa. Yaani unajua kabisa kwamba mwamuzi ametubeba. Yaani una upo kichwani kwako kwa unajua kabisa mwamuzi alitubeba. Kuna red card imepewa ambayo haieleweki. Walifunga bao kontro, eh, kulikuwa kuna controversy ya VAR, ipo haikutumika. Haya ah, yeah. Of course naweza kusema VAR sio sio kazi yake kuangalia ile swala wenye yaani sio sio kazi ya mwamuzi kutoka kwenda kuangalia kwenye VAR kama ni offside au sio offside. Mara nyingi sio hivyo. Wale ambao wapo kwenye VAR kwenye chumba cha VAR ndo wanakuwa wanareview kisha wanampa yule mwamuzi final lakini lazima watupe picha ya mrejesho kwamba hii ni offside. Unajua kabisa haikuwa offside, hakukuwa na picha ya kuonyesha. Walifungwa goli la pili, mechi ilikuwa tayari imeshaenda kwenye tu tu kwenye aggregate, mpinzani wako kapiwa red card ambayo haikustahili na vitu kama hivyo. Unashangilia nini? Maana wewe timu yako ilikuwa haina ubora wa kuchukua kombe, ila kilichotumika pale mazingira, ni mazingira ya nje ya kufanya wewe uweze ku kushinda, kushinda. Hmm. Anaelewa fainali ya ovyo. Dakika ambazo zimechezwa hmm, ni chache kukompea na dakika ambazo zimepotea. Sawa, mimi yani huko kote nipo, yani huko kote hmm, nipo, lakini of course historia pia zina, zinawekwa miaka na miaka kwamba kuna kuna kipindi fulani watu wali infringe walitumia vibaya mamlaka wakajipa makombe wakafanya, zipo pia. Kwa hiyo mimi sioni kama ni sababu, umeelewa? Mimi nachosema ni kwamba Refa aliwabeba Berkane mm. Amewabeba Berkane na upande wa Simba leo, ukitoa Simba Sports Club wenyewe mm. Hakuna mwingine yote ambao walikuwa upande wa Simba. Yani, kwa upande yaani, kama yaani, wao kama wao wanapigana na vita nyingi dhidi ya waamuzi, dhidi ya VAR officials, dhidi ya sijui viongozi wakubwa wa CAF, dhidi mm. ya yani hivyo, kwa sababu kwanza scenario tu ya kuhamishwa kutoka kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa mpaka kwenda Zanzibar, umeelewa? Mm. Tena wanasema tuna tunapendekeza mpira ukacheza Zanzibar. We umejuaje kwamba uwanja Tanzania kuna Benjamin Mkapa tu, umeelewa? Press ulifuatilia, ni kwamba wao wanaona haueni zaidi imekuwa huko kuliko uwanja ah, Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ndio hivyo mwisho wa siku, eh, naweza nikasema hivi kwamba wametengenezwa kila aina ya mazingira Umenielewa? Yaani, mimi naweza ngamfananisha Berkane na kama lile litoto la kishua ambalo linataka maziwa, linapewa, nataka nataka mikate, napewa, nataka sijui zoseji, limevimba mashavu nini. Umeelewa? Hafu halina akili darasani ila kinachofanyika ni kwamba mm, kwa kwa sababu akili hauna darasani unapenda kula na kulala, tutafanya namna tutamuonga mwalimu, tutafanya tutafanya utaonekana umefuzu utapata mm, cheti utaonekana umesoma utaonekana nini, mwisho siku utakuta miradi imeshawekwa pale unarithi, mm, maisha, maisha yanaendelea. Bas, bas. Lakini kwa kusema kimpira, fairly Simba Sports Club leo alikuwa apotezi mchezo wala hasara, alikuwa anachukua kombe kwa sababu tayari Simba alikuwa ana uhakika ashapata magoli yake mawili lakini nguvu nyingi kwa sababu principle ya kutan au ya kufanya comeback mm. Kwanza ni kumuini mpinzani, mentality. Simba walikuwa tayari washafanya hilo, wamemfunga goli la mapema, wakaanza kupagaa kwa sababu limebaki moja mm -hmm. Mmeenda enda mechi me, wamekuja, wame wamepua kadi yeah, ili kuwatoa mchezoni mm -hmm lakini wameenda, wamevumiliwa, wamestahimili, wamepata goli la pili, goli la kataliwa hivi. Imagine unacheza wewe, ni mchezaji mpira, psychologically pale unakuwaje? yes. na hii ni finali, ndipo ah, toka kupewa yeah, red card, muda huo huo yeah, tunafunga yeah, goli na yeah, kataliwa yeah, baadaye una yani, mentality unakuwa si tena, haupo yeah. kimchezo si unanielewa? kwa hiyo hiyo vita ilikuwa kubwa, kwa hiyo kwa mantiki hiyo mm. Simba Sports Club ile kombe alikuwa na uwezo wa kubeba quality ya kufanya abebe ile kombe nao, lakini wakubwa wameamua, inna lillahi wa inna ilahi rajiuni.